Kampuni ya anga ya Isar Aerospace ya Ujerumani imefanikiwa kurusha roketi yake ya majaribio Spectrum, kutoka kituo cha anga kilichopo kaskazini mwa Norway, katika tukio la kihistoria linaloashiria mwanzo mpya wa safari ya anga kutoka bara la Ulaya. Kwa mujibu wa ripoti ya CNN, roketi hiyo iliruka angani kwa takribani sekunde 30 kabla ya kuanguka kwenye bahari ya Norway. Hata hivyo, kampuni hiyo imesisitiza kuwa jaribio hilo limefanikiwa kwa asilimia kubwa, likitizama malengo yake ya awali ya kukusanya data muhimu kuhusu utendaji wa chombo hicho cha anga. Spectrum imefanikiwa kuruka angani kwa mara ya kwanza, ikiwa ni hatua muhimu ya safari zetu za baadaye. Tumekusanya data ya thamani inayosaidia katika kuboresha teknolojia na kuhakikisha mafanikio katika uzinduzi ujao, ilisema taarifa ya Isar Aerospace. Roketi hiyo ni ya kwanza kufikia anga ya juu ya kurushwa kutoka bara la Ulaya isipokuwa Russia, hatua inaonyesha mwelekeo mpya wa kujitegemea kwa bara hilo katika sekta ya anga. Mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi mwenza wa Isar Aerospace, Daniel Metzler, alieleza kufurahishwa kwake kwa mafanikio hayo, akisema ni ushahidi wa uwezo wa kibunifu wa Ulaya kutoka teknolojia ya kisasa. Tunajivunia kuonyesha kuwa Ulaya inaweza kuwa mshindani wa kweli katika sekta ya anga duniani. Lengo letu ni kuwawezesha wateja kutoka kote duniani kufikisha satelaiti zao angani kwa gharama nafuu na kwa ufanisi mkubwa, alisema Metzler. Kwa miongo kadhaa bara la Ulaya limekuwa likitegemea vituo vya nje kama vile vinavyomilikiwa na Marekani na Guinea ya Kifaransa kwa ajili ya uzinduzi wa roketi, jambo linalolifanya kushindwa kujiimarisha kikamilifu katika mashindano ya kimataifa ya anga. Shirika la anga la Ulaya ESA, ambalo lina wanachama ishirini na tatu tayari limehusika katika miradi mikubwa ya uzinduzi wa roketi kupitia kampuni ya Arian Group ya Ufaransa. Hata hivyo, hakuna uzinduzi uliowahi kufanyika kutoka bara la Ulaya lenyewe hadi jaribio la Spectrum. Kwa sasa, sekta ya anga inaongozwa na kampuni kubwa kama SpaceX ya Marekani, ambayo imefanikiwa kurusha mamia ya roketi na kuweka sateliti mbali mbalimbali angani. Uzinduzi huu wa Spectrum unachukuliwa kama hatua muhimu kwa Ulaya kuelekea kujitegemea katika safari za anga na pia kuwa chachu kwa makampuni binafsi kushiriki kikamilifu katika mapinduzi ya anga duniani. Endelea ya kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali mbali.